Bwana, eti mm, nguzo za kuoga janaba zipo ngapi? Mbili. inapojua naoja unapojua e, mbili ipi na ipi? Yaani janaba. Eh, kuna janaba la kutoka pa bila kujitadalisha mfano usingizini mirara unashtuka kuna eh, janaba na kuna janaba ambalo linaandaliwa. Haya sasa hizo ni aina za upatikanaji wa janaba, mm, Yaani nguzo za kuondosha na janaba hilo zipo ngapi? Ulisema yeah. Unapojua weo zipo mbili, unasema hujui, basi ndo zipo mbili hivyo hivyo. Lakini sasa ni zipi? Sio hizo, unasema hizi ni njia za upatikanaji wa janaba. Sawa, yeah. Shukurani. Yaani, nguzo za kuondosha janaba zipo ngapi? Nguzo za kuoga janaba kuondosha mm. na, na, na janaba eh, kwamba eh, wa janaba mzima, ah, basi ni kutia nia ya kuondosha ile janaba na kumwagia maji mwili mzima na kuwa na nia kwamba, sababu unaweza kuwa janaba. Hizo ndio <coughs> njia zenyewe, ndio yani nguzo mbili za kuondosha janaba hizo. Mm. Yeah, na, na, kujimwagia mara tatu si mara ngapi? Hizi ni sunna so, unaweza ukajitosa kwenye maji na ukatoka, maadamu ya mwili wote ushapata maji tayari janaba hapo, huna maada mtulikoonania kwamba najitosa kwa ajili ya kuondosha janaba. Shukrani sana sheikh. Sheikh, assalamu alaikum, kwema. Unaitwa nani sheikh? Asmani shee wangu nguzo za kuondosha janaba za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Oh, yes. Ah, basi zipo mbili. Kwa nania na kueneza maji mwili mzima. Aya, ah, shukrani ah. Eh, wewe unaitwa nani shehe wangu? Mimi naitwa Bwana Hussein Mgomba swali ambalo tu, tulikuwa tu, tu tunauliza ni mengi, moja wapo nguzo yeah, za kuoga janaba ziko ngapi na ni e, zipi? nguzo za kuoga janaba eh, ni ngapi na ni zipi? Tano? Tano. Zipi? moja wapo miongoni mwa hizo hizo, mm ni mbili. okay, mbili kwa nani, anakuoneza maji mwili mzee. Haya, haya, ah, na tulikuwa tunauliza nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Tulikuwa <coughs> tunauliza nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Ah, ujafahamu. ah shukrani kwa mashe shee she wangu nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? zikumbuke kkataliri sawa, she wangu. Allah tukubali. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shehe wangu nataka tufahamu hapa nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Nguzo <laughs> za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Eh, hujapata jibu eh? Haya shehe wangu shukrani. Tufatilie fatilie dini yetu tuifahamu, sawa? Haya inshallah <tabu> Alhamdulillah. Kwema? Kwema. <tabu> Unaitwa nani kwa majina? Haya, mashallah, tunataka tufahamu eti nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi e, e, e, ni ngapi na ni zipi? Tufahamu basi tufatilie, tujue, sawa? Aya, nshallah. Njoo shee wangu. Salamu, assalamualaikum. Wema, unaitwa nani shee wangu? Amani ya basi Shia wangu nguzo za kuoga janaba ni ngapi na ni zipi? Ah, wangu shia wangu nguzo za kuoga janaba au zitama ah. Basi tufuatilie sawa? Tuzi tufuatilie, tufuatilie dini yetu Shukran. Barikasina. Wema, waambia watazamaji unaitwa nani mwango? Maria. Maria, mashallah. Swali la leo tulikuwa tunataka tufahamu ti nguzo za kuoga janaba ni ngapi na ni zipi? Nguzo za kuoga janaba ni ngapi na ni zipi yeah? E, yani nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi yeah? E, janaba ni moja, sasa mtu sanabidi aliondosha janaba viwa nalo hasa, nguzo za kuliondosha zipo ngapi nguzo zake na ni zipi? hujafahamu eh? Mashaallah, shukrani sana. Haya dada Wema, Wema, unaitwa nani? Mbona umefurahi sana leo Ramadhani, na noga au sio? dasnai watu watakwafahamu, eti nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? kuna zawadi yako hapa aufahamu. Basi msikilize mama anakusaidia, sawa haya, njoo njo. Eh? hujui eh? dada na wewe natuaibisha kina mama jamani, wakina baba wanawashinda huko, tujitahidi tujue, sawa eh? Uislamu ni dini nzuri na ndo dini yetu. Uislamu ni dini ya sheria, tuifahamu sheria ya Uislamu na tuifanyie kazi, sawa mazanguni eh? Asanteni sana. Naam Sheikh, namshee, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe msheikh, unaitwa nani kwa majina? Kasim. Yasin. Sheikh, nataka tufahamu eti nguzo za janaba, yani nguzo za kuondosha janaba zipo ngapi na ni zipi? Hapo tujitahidi tujue sheikh. Aya, shukrani, shukrani. Salamu alaikum maufti, uh, naona mnasinapika hapo. <laughs> Tulitaka tufahamu bwana. Kwanza jitambulisha, unaitwa nani? okay, yep. Mashallah. Eti nguzo za kuoga janaba ni ngapi na ni zipi? Tanzania. <coughs> <Hey. tos> <Ha? tos> Kwanza nia, he, alafu kisha <coughs> kisha dua kapatika. <laughs> Unampigia debe a ya rafiki yako, au sio? Basi kakosea. Nia ni kweli, lakini dua sio sawa. Sisi tunataka tujue nguzo, eh, dua sio nguzo. Sawa, yanapaswa kuomba dua, ila ukuwa na nia itakubalika. Umeoga janaba, sawa hata kama umesahau kuomba dua, lakini nia kama hujaweka, afu kaoga bado utahesabika hujaoga. Sawa, ndio maana nauliza nguzo. Asanteni, shukuran, asalamu alaykum. Mbona umestuka, dada? Unaitwa nani? Shamsa, eti nguzo za kuoga janaba ziko ngapi na ni zipi? umesawe Atujitahidi tusijue, sawa dadangu, eh. Eh, kwa umili wetu tufahamu dini yetu kwa upana hasa hasa katika yale mambo ambayo yanatubidi tuyafahamu, sawa eh. Asante sana eh. Tumuulize dada yetu, assalamu alaikum. Dada huyu kashindwa, msaidie. Eti nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Nashindwa. Asante. Mjibie angalia, huko umesikia wapi? Ustazi wenu anaitwa nani? Anaitwa Sharifu. Chuo chenu kipo wapi? Umefunga leo, eh. Ikuka biskuti yaulia sahivi si. Ulisema unaitwa nani? Umar. Ah, umari ay ah, asante. Ika tukupa biskuti moja. <coughs> i hapa baadaye utakula, sawa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi aleikum warahmatullahi warah. <coughs> Namsheini Qarniy TV, shewetu unaitwa nani? <coughs> Mashallah, tulitaka tufahamu eti nguzo za kuoga janaba ziko ngapi na ni zipi? Basi tujitahidi tufahamu, sawa. Elimu ya dini haina umri Walainani sisi tujifahamu, tujitahidi tufahamu. Haya, nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? Moja ipi miongoni mwa hizo? ya pili uwe tohara. pili. Tohara. Mm. Kwa hiyo sipokuwa tohara huwezi kuoga janaba yeah. Lazima uwe tohara ndio uoge janabatohaa. hmm. Ah, basi murake ziko i sawa yeah. Sio nne kama unavyosema, ila ya kwanza ni nia na ya pili ni kuonyeza maji mwili mzimaizma <tutu>, eh, tujitaidi tufatilie dini sawa. Haya, asante. Okay. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Unaitwa nani dadangu? Zainabu. Mashallah, tuitakatufa weti nguzo za kuoga janaba zipo si ngapi na ni zipi? Shehe, yeah, mm. Yeah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema shee? Na ntukuwana kipindi hapa. Jitambulisho, naitwa shehe wangu. Eh, mimi naitwa Msafira Usmani Saidi. Mashaallah. Swali letu la leo, ambalo tulikuwa tunaliuliza katika challenge hii, nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi? za ku za kuoga janaba eh, zipo ngapi na ni zipi? Ndio swali la leo hili. kwa mtiani. Mtiani. Sawa sawa. Shukrani, tufuatilie shehe wangu haya, shukrani. Shehe, asalamu alaikum. Asalamu aleikum, kwema shehe? Naam. Hii ni Qarniy TV sio shehe wangu, unaitwa nani shehe? Rashid. Swali la leo tulikuwa tunauliza nguzo za kuoga janaba zipo ngapi na ni zipi, shehe wangu? Ya kwanza ni kukusudia, yani kutiania. Sawa sawa. Ya pili ni kwamba maji yapike. yeah. Sehemu toto a. Unatumia sim simch simu yako yeah. Unatumia chaji inagani, katukupe zawadi ya chaji mpya. Simu yangu sijajua. Si kweli? ni Samsung. Angalia pin yake, sisi tukakupa type c, kumbe unatumia iPhone. iPhone sisi tukakupa, kumbe unatumia yeah. eh. Angalia tu chini huku, aiyo type c hiyo. Basi nakupa hapa ichaji kama zawadi. Ah, sham shukran. Salamu, salamu aleikum. She, salama kwema, tuna kipindi hapa kidogo. unaitwa nani? yeah, mashaallah, mashallah. Nauliza nguzo za kuoga janaba ni ngapi na ni zipi? nizipooaa basi tufuatilie tufahamu, sawa she. sheesukran sana kupatia so, nakupa zawadi mm. Kosea basi hakuna shida mm. sawa mm. kwa majina unaitwa nani shehe wangu? Naitwa Dodo Said. Mashaallah. Nataka tufahamu eti nguzo za kuoga janaba ziko ngapi na ni zipi? mm. Sifahamu. Fahamu basi mm. Tujitahidi tufahamu, sawa Sa. tufahamu nguzo za kuondosha janaba ziko ngapi na ni zipi? hmm.

Eh. Nguzo za kuondosha janaba yani ziko ngapi na ni zipi? Hapo ziko ngapi? Au hujazikumbuka eh? Eh? Yaani utadanganya kwamba usikumbuke au usifahamu? Eh, sikumbuke yani. Yes. Basi tujitahidi tujikumbushe sawa? Uh -huh. Muhimu sana. Asante. uh -huh.